Bila shaka popote pale ulipo, kile ambacho haukioni kwa mume wako ndio wewe. Kile ambacho haukioni kwa mke wako ndio wewe. Kile ambacho hakipatikani kwa mume wako ndio wewe. Kile ambacho hakipatikani kwa mke wako ndio wewe. Kile ambacho unatamani mume wako awe ndio wewe. Kile ambacho unatamani mke wako awe ndio wewe. Na kile ambacho unatamani mume wako akufanyie ndio wewe. Kile ambacho unatamani mke wako akufanyie